Zungumzie kitu kimoja kwa wanaotumia kilimu. Wanaotumia kilimu kwa sasa wanatumia kilimu kwa, kwa manufaa ya kwamba apendeze awe mweupe, lakini kilimu sio nzuri sana kibinadamu, na waga tuna wanatumia tu, lakini sio kwa matumizi mazuri so leo ndo nataka nenda nikakuelekeze ni namna gani uepukane na hiyo kilimu na ni tiba gani ambayo unaweza ukapata, ili kusudi. Kuna wengine wameathirika na kilimu, wapo wengi. Sasa mimi kwa ushauri wangu hapo, ninashauri kuwa ninashauri kuwa utumiaji wa kilimu sio mzuri sana, na haina maana kwamba usitumie kilimu ila inatakiwa kwa muda wa kutumia kilimu inatakiwa uangalie unatumia kilimu ipi, unatumia mafuta gani? Kama we umezaliwa ni mweusi, sawa, ni mweusi, lakini kuna mafuta ambayo yanatakiwa wewe uyatumie ili kusudi kusafutisha ngozi yako. So hapo unaweza ukanielewa, lakini unaweza ukasema kwamba labda, na naongea kuhusu kilimu labda nini na ndio maana kilimu hata hivyo haiuzwi hadharani, inauzwa kwa kuficha, kwa sababu ile ni hatari. Ukitumia sana kilimu, muda mwingine inakuja kuathiri ngozi, baadaye utaanza kujuta kwa baadaye. Na kwa sasa wale ambao wanatumia kilimu kwa sasa, kwa baadaye wataanza kujuta, maana itakuja kuchubua, inachubua, inaharibu uso, inaharibu mwili mzima, inaharibu kila mfumo mzima wa kibinadamu, unakuwa unakua yani hauna yani, ngozi yako haina softi na. Lakini hata hivyo, wapo wale ambao wameathirika na hayo magonjwa hayo malazi ya ya krimu. So mafuta yapo, unaweza ukatumia mafuta ya lotion ile ya kusoftisha, kuna antibakteria kuna antidont pale ya krimu, unaweza ukatumia, ika ngozi yako ikarudi. Umeona sasa Ndugu mtazamaji, wale ambao wanatumia kilimu, ni sio suruhusheni la kutumia kilimu ili kusudi wewe uwe mweupe, hapana. Ukitumia kilimu unazidi kujiharibu uso. Ukitumia mafuta tu ya kawaida ya kusoftisha, kuna mafuta ya kusoftisha ngozi, kuna mafuta ya kulainisha ngozi, so hayo ni mazuri. Pia unaweza ukatumia, ngozi yako ikawa laini, ikawa soft. Na wale ambao wameathirika na kilimu tiba yake ipo, mafuta yake yapo, yametengenezwa kwa ajili ya kurudisha ile ngozi, ili kusudi mtu anazidi kuwa na mwonekano mzuri. Sasa kwa wewe ambao umeathirika na hayo maradhi eh, kwa wewe ambao umeathirika na hayo maradhi ya kilimu, so unaweza ukanitafuta kwa namba pale, nitaziweka pale chini pale kwenye estrkheni pale kwenye pale ukiingia pale kwenye account yangu pale, kwa chini utakuta pale kuna linki pale, kuna namba pale, utanipigia simu, utanitafuta kwenye message hapo, nitakuelekeza ni dawa gani utumie, ili kusudi uepukane na hayo matatizo, uepukane na urudi kwenye mudi yako ile ya mwanzo, urudi kwenye mwonekano ule ambao ulikuwa nao mwanzo. So hilo litabidi hilo litakuwa ni fundisho pia kwa wale ambao wanatumia kilimu. Kwa wale ambao wanatumia kilimu, kwa ushauri wangu, wangeacha kutumia kilimu, watumie tu mafuta yale ambayo yanatakiwa kwenye mwili, sio kilimu. Kilimu inaharibu haribu sura, kilimu kila kitu inaharibu mwili na haribu ngozi na yaani unakuwa baadaye. Hapo ndio maana unakuta mtu mwenye aliyekuwa anatumia kilimu zamani, humu mweusi, unakuta humu ni mweusi eh? Yaani unakuta mweusi ana mabaka mabaka, mweusi so hiyo inakuwa sio nzuri, inakuwa yani haina mwonekano mzuri. So na wa design hiyo pia wapo walioathirika wa, lakini kama umeathirika na hayo malazi ya nini ya kuathirika na bakteria na bakteria ya kilimu, imekuchubua chubua sana kilimu, imekuharibu imekubadilisha, ama umekuwa mwekundu sana mara dawa yake ipo, tafute pale chini kwenye akaunti pale, kuna namba utanipigia. Ukishaingia pale kwenye akaunti yangu kwenye description pale, nipigie simu nikuelekeze dawa ambayo utumie popote pale ulipo.